Hello, habari. Karibu tena katika chaneli yetu ya Clinic anaitwa Dr. Jimmy. Ana, leo tutaongelea, wengi wamekuwa wakituuliza ni mazoezi gani ya kufanya kama mtu anabawasili, mazoezi yapi ya kufanya kama mtu anabawasili na mazoezi yapi ambayo hutakiwi kufanya ikiwa mtu unabawasiri. Nikukumbushe kama ni mara ya kwanza kufuatilia chaneli yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondo za kiafya uh, tunazozituma kila siku. Kwenye video ambazo zimepita tumeweza kuelezea uh, bawasiri ni nini uweze kuielewa kiundani, lakini pia uh, tumeweza kuelezea sababu, tumeweza kuelezea dalili na tumeweza kuelezea uh, madhara utakayo yatokanayo na changamoto uh, hiyo ya bawasiri. Lakini leo tutakuletea uh, namna rahisi ya ku, uh, namna au mazoezi yapi rahisi ambayo aya yanasaidia kuondokana na bawasiri. Tufahamu kwamba mazoezi ambayo anatakiwa kufanya ni yale mazoezi ambayo yanaimarisha yana mzunguko wa da, mzungu damu au mzunguko wako wa damu ambao tunaita blood circulation ili uweze kuwa sawa mzunguko wako wa damu. Ukishakuwa sawa, basi ni rahisi kuweza kuondokana na changamoto ya bawasiri. Lakini pia ni mazoezi pia ya kuimarisha misuli iliyoko kwa kwenye a, kwenye tumbo na kwenye njia ya kubwa ili uweze kubaki imara isiweze kuteleza na kupasuka. Na hivyo kusababisha hiyo uh, changamoto uh, ya bawasiri. Lakini pia hayo mazoezi utakayo yafanya yaweze kufanya kurainisha mfumo wako wa mengenyaji wa chakula ili kuweza uh, kupata choo uh, kwa haraka uh. Sasa mazoezi ambayo natakiwa kufanya kwanza ni mazoezi ya kubadilisha mikao. Mazoezi ya kubadilisha mikao, basi uh, ni mazoezi ambayo bora yanasaidia uh, kufanya mzunguko um, wa damu uweze kuwa rahisi, lakini pia na kuweza kupunguza maumivu. Kwa hiyo usikae, usiwe na mkao wa aina moja uh, unapokuwa unakaa kwenye kiti na manu, na maana ukiwa na mkao wa aina moja, kuna namna ambavyo unazuia una, una ile blood circulation kuweza kufanyika na hivyo kupelekea changamoto uh, ya bawasiri. Lakini uh, kuna mazoezi mengine ambayo tunaitwa yoga and stretching. Yoga and stretching ni mazoezi ambayo Ha, wengi wamekuwa wakiyafanya bao wengi. Sasa tunasema ha, ni mazoezi ya yoga, wengi wanafahamu. Sasa haya mazoezi ya yoga ni mazoezi mazuri, kwa sababu yanaimarisha mfumo wako wa meng'enyaji wa chakula, na mfumo wako wa meng'enyaji wa chakula na ukiwa dhaifu, basi unapelekea bawasiri, lakini kama unafanya mazoezi ya yoga, basi ni namna rahisi ya kuweza kuondokana na changamoto ya bawasiri, lakini kuna Ah, uh, mazoezi mengine ambayo tunasema ni mazoezi ya kegeli ambayo tunasema ni pelvic floor muscles am um, pelvic floor muscles uh, haya mazoezi ya kegeli mara nyingi yamekuwa yakitusaidia ya kuweza kuimarisha ile misuli kwenye nyonga, kuweza nyonga uh, kuweka nyonga zako uh, vizuri na unavyoweka nyonga zako vizuri basi unakuwa umejiandalia uh, mazingira ya kuweza uh, kukabili changamoto uh, ya bawasiri. Wengi wanafanya haya mazoezi na wengi wamepata Ha, faida na faida zake kwanza ni hiyo ya kuondokana na, na changamoto ha, hiyo ya bawasiri. Lakini pia fanya mazoezi yale ya kukaza misuli ya tumbo. Na misuli ya tumbo hasa ile iliyoko chini kwenye chini hapa karibia na kwenye rektamu ile misuli na misuli ambayo inakuwa imara inaweza kukaza basi au unaweza ukawa na wasaa mzuri au A kwenye a hatua nzuri za kuweza kuondokana a, na bawasiri. Mara nyingi bawasiri inakuja pale inavyotukuta sisi hatuko strong, inavyotukuta sisi hatuko sawa. Kwa hiyo, kutukuta hatuko sawa basi itaweza kuondosha itaweza kupelekea changamoto ya bawasiri moja kwa moja. Lakini mazoezi mengine ni mazoezi ya kutembea taratibu, kutoka kituo A kwenda kituo Ha, sasa ha, unajua ukiwa na bawasiri na bado ukaendelea kukaa kwa muda mrefu, pia ni chanzo kimojawapo kinachopelekea bawasiri bawasiri tena kinapelekea bawasiri ha, kwa kiasi kikubwa. Ndio maana mara nyingi unakuta ha, bawasiri, na nawakuta wale watu ambao wanakaa kwa muda mrefu, kwa mfano inakuwa ofisini, anakuwa ni dereva, unakuta anaendesha Ha, mara nyingi unakuta dereva anatoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine na mkao ni ule ule kwa sababu huwezi kubadilisha steering kuiweka huku. Kama steering iko hapa, lazima utashikia hapa mwanzo mwisho. Sasa hiyo pia chanzo kimojawapo. ha, ni mazoezi ya kutembea, ni mazoezi ambayo yanasaidia ya kuondokana na bawasiri, lakini pia mazoezi ya kukimbia. Mazoezi ya kukimbia tunasema, ha, ni mazoezi ambayo yanaoshughulisha pia mwili wako. Unapokuwa unakimbia, unashughulisha mwili wako toka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ni njia mojawapo ambayo wengi wamekuwa wakitumia kuondokana na bawasiri. Haya ni mazoezi ambayo ukiyafata utaweza kuondokana na bawasiri au ukiwa na hapo nyumbani a, bila kuwa na changamoto. Je, tuambie hapo chini ni mazoezi gani ambayo unayafanya ili aweze kukuondosha kwenye hii changamoto Ah, ya bawasiri. Na hapa nitakutajia pia mazoezi ambayo hutakiwi kuyafanya ukiwa na bawasiri. Zoezi namba moja, ah, ni kunyanyua vitu vizito, ah, ile ambayo tunasema ah, kunyanyua chuma, yaani hutakiwi kunyanyua chuma, hutakiwi kunyanyua vitu vizito. Nyanyua vitu ambavyo vinaendana na kilo zako au ah, ulizonazo. Tunasema kunyanyua vyuma ambavyo haviendani na kilo zako ulizonazo ni chanzo kimojawapo ah, na kikubwa kinachopelekea ah, bawasiri lakini pia baada ya kufanya, kufanya mazoezi na upate muda wa kupumzika. Wengi wanafanya mazoezi lakini hawapati uh, muda wa kupumzika. Kwa hiyo ukifanya mazoezi kwa muda mrefu bila kupumzika, na hiyo ni hatari kwa afya yako. Lakini pia kuna yale mazoezi ya kuchana msamba uh, wengi ile wanakimbia, unakuta anajiachia anachana msamba. Haya sio mazoezi bora kwa uko wewe ambaye unakuwa na bawasiri. Kwa hiyo kama una bawasiri hakikisha unaondokana na mazoezi ya kuchana mkamba, uh, kuchana msamba. Lakini mazoezi mengine ambayo yatakiwi kwa mwenye bawasiri ni yale mazoezi ya kuchuchuma kwa muda mrefu. Ndio maana hata tunasema unavyoenda chooni basi uh, hakikisha usikae uh, kwa muda mrefu. Unapokaa chooni kwa muda mrefu ni chanzo kimojawapo kinachopelekea nini? Uh, bawasiri. Kwa hiyo hakikisha unafanya ama mazoezi au usifanye hayo mazoezi kwa kuwa ni, ni chanzo cha bawasiri. Hapa a, kama ni mara ya kwanza kufuatilia channel yetu, basi au usisahau kusubscribe na comment, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazotuma kila siku. Kama kuna swali, kama una jambo ambalo uko nalo na unataka kushare na sisi, basi a, tuelekeze hapo chini kwenye comment au tupigie moja kwa moja na tutaweza kukusaidia kuondokana ana changamoto ya hiyo ya bawasiri. Kwenye video pia ambazo zimepita tumeshaelezea dawa tofauti tofauti za kutumia, lakini bila kuisahau dawa maarufu sana inayoitwa ah, Pailikea. Lakini pia tumeshaelezea vyakula gani vya kutumia na vyakula gani hautaki ah, kuvitumia aukiwa ah, na changamoto ya bawasiri na madhara ya kufanyiwa operation ya bawasiri. Wengi wamekuwa akifanyiwa operation ya bawasiri. Madhara gani ambayo uh, wanayapata baada uh, ya operation. Kwa hiyo uh, kama una jambo lolote share na sisi basi, na sisi tutaweza kukuonesha namna nzuri na njia nzuri ya kuondokana na hiyo changamoto. Karibu ana, Mungu akubariki. uh,